Polisi wameanzisha uchunguzi wa mauaji ya msichana mwenye umri wa miaka 18 katika eneo la Mwiki phase 3 jijini Nairobi. Mwathiriwa Abigail Wina Wanjiko alibakwa na kuuawa kwa kudungwa visu na watu wasiojulikana usiku kwa mke. Leo wakazi wa Mwiki Kasarani waliandamana wakilaani mauaji ya msichana wa miaka 18 na na watu wasiojulikana Abigail wina Wanjiko alibakwa na kuuawa kikatili. Ni mtoto amemaliza form four. Imajini huyo mtoto ametoka kupelekea mama yake chakula hapa kwa ki, mama yake anauzaka hapa soseji hapa nje kwa barabara. Mtoto anatoka hapo saa mbili ya usiku kuletea mama yake chakula, mtoto mdogo. Mtoto ana shughuli na mtu. Hii ni picha ya kumbukumbu aliyosalia nayo mamake marehemu Abigail Wanjiko. Kulingana naye alipofika nyumbani, baada ya kuachana na bintiye aliyemletea sweta katika kibanda chake barabarani, alikumbana na mwili wa mwanawake sakafuni ukivuja damu. Nilikuwa nimemwambia ni, niletee sweta kwa job saka kuja tukaongea, akaniambia tuka, akasema ataenda kwa nyumba. Nikamwambia ni sawa, mimi nafungaga job saa tano venye nirudi kwa nyumba Lazo, kwa mujibu wa afisa mkuu wa upelelezi wa jinai wa kaunti ndogo ya Kasarani, Abigail alidungwa kisu mara tano tumboni na mara moja kwenye shingo. Kisu hicho kilipatikana katika eneo la tukio. Aidha, alipigwa kichwani kwa kifaa butu kinachoshukiwa kuwa ni kikaangio kilichopatikana pia eneo la tukio. Maafisa wa upelelezi wameanzisha msako wa kuwakamata waliohusika na mauaji hayo ya kinyama. Mwili wa marehemu umepelekwa kwenye makafani ya Chuo Kikuu cha Kenyatta ambapo uchunguzi wa maiti unatarajiwa kufanyika. Kinara wa odi